Sisi hasa mimi kama kiongozi wa taifa hii nimeamua ya kwamba hatutaki tena siasa ya ukabila na chuki na migawanyiko. Ndio sababu hiyo nikaunda serikali ya broad based. Kuleta wale tuliopiga kura na wao na hata wale hatukupiga kura na wao, tuungane, kwa sababu umoja ni nguvu. Tunataka tuunganishe watu wote wa Kenya. Ndio tuhakikishe ya kwamba tunaangalia na zingatia na kuzingatia mambo ya maendeleo ya taifa hii kwa pamoja, tupange miradi ya maendeleo kwa pamoja, tuhakikishe ya kwamba tunajenga barabara, tunaunganisha stima, tunajenga mashule, tunasomesha watoto wetu, tunapanga mambo ya afya na tunapanga mambo ya ajira ya vijana wetu wa Kenya, kwa sababu kwa kufanya hivyo tutabadilisha Kenya hii, na mimi nawauliza wale wengine bado mambo ya siasa haijafika wakati yake. Saa hizi ni wakati wa kufanyia kazi wananchi wa Kenya. Kuna siku tutakuja kuongea mambo ya viongozi. Hatuwezi kuongea mambo ya viongozi kuanza Januari mpaka Disemba, uchaguzi moja hata hadi mwingine. Hapa katikati ni kufanya kazi ya wananchi, na kama kuna watu hawaoni vile tunafanya pia watuambie sera yao ni gani kwa barabara, kwa elimu, kwa kuunganisha stima, kwa matibabu? What is their alternative plan because we are implementing a plan that unites all the people of Kenya. Wao hawataki broad-based, wanataka ya kugawanyisha Kenya. Wanataka wakawanye Kenya, ndio Kenya iende wapi? Mnasema tuunganishe Kenya ama tutenganishe watu wa hapa Naro, tuunganishe ama tutenganishe? Tuunganishe Kenya, yeah. ndio tujenge barabara pamoja, yeah. na tuunganishe Wakenya wote na stima na tuunganishe Wakenya wote pamoja, na vijana kwa ajira yeah, na tuhakikishe ya kwamba matibabu imepatikana, hebu yeah. Ni wale wala wanasema tuunganishe Kenya, watu wa digiri.